Tulilipia kodi nyumba hiyo mnayoiona hapo, si ya kodi sio elfu kumi ile. Tukatanguliza kama elfu nne hivi hatujamaliza mpaka leo Bwana <laughs> Mneka, tulimtangulizia elfu nne akatupa chumba na baadaye akatupa kazi ya kufanyaje, kupiga floor. Kupiga floor kile chumba tuweze kuishi. Ameni, floor mpige wenyewe. Kwa hiyo ile elfu kumi ile baada ya kumpa elfu nne agundua wajiwezi hawa, akatupa kazi ya kupiga floor pale kwa tukapiga flow vizuri pa tukaanza kuishi. Bwana Mneka sijamuona leo. Anaudhuru. Anaudhuru, eh? Okay. Bwana Mneka ni miongoni mwa watu wa kwanza mtaa huu walionifundisha maana ya upendo. Kwa sababu nyumba yetu mimi na ndugu yangu tumehamia ndani hatuna chochote zaidi ya jinsi zetu tu. Kwa hiyo tulikuwa tunachukua zile jinsi tulizovaa usiku, tunazigeuza kuwa mto, ndani tunabukta tunalala. Asubuhi tunaamka, tukitoka nje amna anayejua kama ndani mule, bako tupu. Jirani yetu mmoja alikuwa anakaa chumba hichi, aitwa Bakamila, sijui yuko wapi sasa hivi, ameama, akatupaga mziki huyu bwana, akatupaga redio. Tuwa kwanza akatupa redio, alibadilisha redio mpya, akatupa redio za zamani, tukaweka pale chumbani. Kwa hiyo tukawa ndani na chumba tupu na redio. Sasa sote tukawa tunapiga taarabu ya mzee Isufu, naikumbuka mpaka leo, inaitwa VIP. Wewe. Eh. Tukaa tunaipiga mle ndani pia kidogo, kidogo, kidogo. Eh, iko naimbwaje ile nyimbo ile eh, ngoja nikumbu ip nafasi yangu hiyo ah, <laughs> sasa yule mneka bwana ile nyimbo anaipenda, kwa hiyo nyimbo imemnogea akaingia ndani. Alivyoingia ndani yakuta chumba kipotupa, akatushangaa bwana, kumbe nyie siku zote hizi mnalala chini. Tukamwambia Koiba, tunalala chini. Yule mneka alikuwa na binti yake mmoja ametoka bodi usio, akatuchukua tukaenda kwake, akatugia godoro la futi tatu, yule godoro za bodi zile, akatugia na ndugu yangu tuanze kulalia.